Kusema kweli sisi tunashukuru sana rais wetu Samia Suru Hassan kwa kujengea ghorofa yetu hapa. Hapa tunaona tumesaidiwa madarasa, ofisi mbalimbali. Tulikuwa na ukosefu madarasa ambapo wanafunzi wengine tunashindwa kujisomea madarasani. Madarasa ni machache. Kwa hiyo tumeshukuru sana Samia kutusaidia kujengea madarasa. Kwa hiyo tunampongeza sana rais wetu. Cha kwanza hapa nianze kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kutembelea hii leo, na pia napenda nitoe shukurani zangu za dhati kwa rais wetu mpendwa mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu ametuwezesha kujengea jengo letu hili kama linavyoonekana, ambalo litasaidia wanafunzi wa leo na mpaka kizazi kinachokuja. Kwa hiyo nampongeza sana mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta jengo kubwa kama hili hapa, ambalo litasaidia sana wanafunzi wengi kwa na matumaini Ulianza tarehe 28 mwezi wa 10 2022. Kwa makadirio ya ujenzi huu kwa kuzingatia BOQ ni shilingi milioni 676 eh, 571 467. Mradi huu unatekelezwa kwa mfumo wa force account na fundi anayejenga hapa anaitwa Isaya Nyarusi. Mradi huu unatekelezwa kupitia vyanzo mbalimbali vya mapato, hivyo ukamilishaji unaendelea kadri fedha zinavyopatikana. Na vyanzo hivyo ni kama ifuatavyo: chanzo cha kwanza ni halmashauri ya mji wa Njombe. Tarehe 20 mwezi wa 10, 2022 mkurugenzi alitoa milioni 100. Chanzo cha pili ni mheshimiwa mbunge Deo Manyika, ambaye yeye alitoa milioni kumi. Chanzo cha tatu ni michango ya wananchi wananchi walitoa milioni 23 na elfu 15. Mbunge mstaafu Mr. Mwalongo huyu alitoa laki tano. Lakini pia kuna michango ya serikali kuu. Tarehe 28 mwezi wa 10, 2023 serikali kuu walitoa milioni mia moja. Serikali kuu pia tarehe 2 mwezi wa 2, 2024 walitoa milioni 75, na serikali kuu tena tarehe 4 mwezi wa 3, 2024 wa walitoa milioni mia moja na hapa mwishoni tarehe 28 mwezi wa tano, e, halmashauri ya mji Njombe mkurugenzi mitoa shilingi milioni 50 na kufanya jumla ya mapato milioni 458 515000. E, mpaka sasa mradi huu uko hatua ya upauaji na vifaa vyote vipo, kuanzia hatua ya upauaji, uwezekaji, mfumo wa maji awamu ya kwanza, umeme awamu ya kwanza, na upigaji wa dari. Hivyo ujenzi unaendelea. Matumizi ni kama ifuatavyo: mapato kama nilivyosoma pale juu milioni 458515000, matumizi mpaka hapa tulipo tumeshatumia milioni 408514400 na kubakiwa na, na, na salio milioni 50. Changamoto katika ujenzi huu zimekuwa zikijitokeza ni mara ma, mara kadhaa imetokea wazabuni kuchelewesha kuleta vifaa pale ambapo wanakuwa tayari wameshachaguliwa kwenye mfumo kuleta vifaa. Pia mfumo wa nest umekuwa ukisumbua na wakati mwingine umekuwa ukichelewesha shughuli za manunuzi na kulipa mafundi. Shukrani, tunatoa shukrani zetu za, za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani, ofisi ya mkuu wa mkoa kwa maelekezo na ushauri naotupatia pia tunatoa shukrani kwa halmashauri ya mji wa Njombe kupitia mheshimiwa mbunge baraza la madiwani na ofisi ya mkurugenzi. Kwa kipekee tunatoa shukrani kwa diwani wa kata ya Uwemba pamoja na wananchi wa kata ya Uwemba kwa kupatia fedha ambazo zimetufikisha katika hatua hii ya mradi. Nishukuru sana mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Anthony Mtaka kwa kuja kututembelea katika mradi wetu mkubwa wa madarasa nane ya gorofa uh, pia nipende sana kumshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuidhinisha fedha zote milioni mia nne hamsini na ngapi zilizoingia hapa kwa ajili ya ujenzi mkubwa wa gorofa. Lakini pia nipende kuwashukuru ofisi ya mkurugenzi, waheshimiwa madiwani wote wa halmashauri ya mji kwa kutusapoti mpaka leo tunaona ghorofa imefika hapa na sababu ya wana Uwemba kutaka ghorofa ilikuwa ni sababu tu maeneo yetu hapa ni madogo. Kwa hiyo tukawaza ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuyatumia maeneo yetu vizuri, tukabuni mradi huu wa ghorofa. Ombi kwa Mheshimiwa rais mkuu wa mkoa, tunaomba tu mtusapoti, ili jengo liweze kukamilika mwaka huu na wanafunzi wetu waweze kuingia madarasani kwa sababu bado tuna uhitaji wa madarasa. Lakini wanauemba bado hatuishi kwa ghorofa hili, tunaomba Mheshimiwa rais mkuu wa mkoa, na vyombo vyote tunaomba baada ya kumaliza hili, tunatamani kujenga gorofa nyingine ili kuweza kuitumia ardhi yetu vizuri, na, na iko wazi tu, eneo letu ni dogo. Ukijaribu kuangalia hata huko mbele tumejenga mabweni kwenye viwanja vya mipira. Hii yote inaashiria kwamba eneo la shule ya sekondari Uwemba ni ndogo. Kwa ombi letu kwa serikali, tunaomba tuendelee, tunaomba tuendelee waendelee kutusapoti kujenga magorofa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mama Samia oye! Zaidi ya billions of money ambao tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali ya shule, na tunashukuru serikali kwa kutetea shule milioni 270 ambao pia hata mapato ya ndani tumeweza kuunganisha kwa kujenga hili jengo. Tunaamini tutamaliza huu mwaka huu kwa ajili ya wanafunzi, basi waweze kutumia pia na ofisi za walimu. Tunashukuru sana na tunaahidi kwamba hela tunazoleta kama sisi halmashauri, tunahakikisha tunasimamia na kutekeleza miradi yote kwa kadri ambavyo muda uliopangwa. Dimsendo, kaimu afisa elimu mkoa, kimsingi tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na jemedali wetu mkuu Mama Samia Suluhu Hassani, daktari kwa namna ambavyo sekta elimu ya elimu imepatiwa upendeleo wa hali ya juu mkoa wa Njombe. Hakika zawadi yetu ya pekee ya kumlipa Mama Samia Suluhu Hassani ni matokeo makubwa, tukiongozwa na viongozi wetu wa mkoa, sekretarieti ya mkoa kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanafanya vizuri katika, katika masomo yao. Miradi hii ni moja wapo tu ya miradi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza katika mkoa wa Njombe. Tunayo miradi kadhaa ya SEQUIP, ujenzi wa shule mpya, miradi ya busti, miradi ya mabweni, mabwaro, nyumba za walimu na matundu ya vyoo. Lakini kwa namna ya pekee sana, Mheshimiwa mkuu wa mkoa leo akaona atembelee mradi wa Uwemba. Kwa ajili ya kuangalia ujenzi unaendeleaje na kama tunavyoona sasa, kwa fedha ya serikali kuu, mapato ya ndani ya halmashauri pamoja na michango ya wananchi, jengo hili sasa linaanza kuwezekwa. Kama tunavyoona, mafundi wako juu wanawezeka. Ni matumaini yetu kabisa kwamba wanafunzi mlioko Uwemba hamtaiangusha serikali ya mkoa, hamtamwangusha Mama Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba mnamlipa matokeo mazuri. Diwani wa kwanza kumfahamu hapa Njombe ni Mtewele Alikuja ofisini kwangu akaambia, mkuu wa mkoa, mimi nataka kujenga shule ya ghorofa, lakini pesa zinazokuja zinakuja pesa za kujenga madarasa ya chini, lakini mimi nina maono na wananchi wangu kwamba tunaweza tukajenga shule ya ghorofa na ikatusaidia. Nikaambia Mtewele, siyo shida wala siyo dhambi, wewe una mkurugenzi ambaye ni kijana nachoamini kwamba vijana sio warasimu, sio wahafidhina wa mawazo. Kakae na mkurugenzi, mkubaliane, pesa zinapokuja za madarasa kule Uwemba, muone namna ambavyo mtatekeleza pesa ile ile kwenye kujenga mradi ambao ninyi mnautaka. Na bahati nzuri, si tumeanza kuhamasisha ujenzi wa majengo ya kwenda juu, kwa sababu hapa ni makao makuu ya mkoa na ni lazima maeneo yataendelea kupungua kwa sababu Njombe iliyokuwa halmashauri ya wilaya ya Iringa siyo Njombe ambayo sasa ni mkoa kwao. Nikamwambia nendeni mkaanze. Namshukuru kwa sababu yeye kama diwani na Mheshimiwa mbunge wake kaka yetu Deo Mwanyika waliona hili wazo nzuri, lakini mkurugenzi akaona hili jambo ni la kubeba Halimashauri ikaanzisha mradi kwa kushirikiana na nguvu za wananchi, na leo tunaona matokeo ya uthubutu wa kuanza. Baadaye serikali kuu, mheshimiwa Rais alipoleta pesa, watu wa Uwemba hela zao zikaenda kwenye mradi ambao wako nao, na leo tuna mradi ambao ni wa upekee sana kwenye mkoa, kuwa na shule ambayo inajengwa kwa nguvu za wananchi, halimashauri na serikali kuu, na tukapata mradi wa majengo ya ghorofa madarasa nane yenye vyoo, lakini pia yenye ofisi za walimu. Tujipigie makofi kwa Mtewele Wele. Na mimi nakupongeza, na watu wa kata yako wanaweza wakatembea kifua mbele, kwamba walichagua mtu ambaye ni kijana msomi na ana maono ya watu wake, na hii ndiyo tafsiri ya uongozi ar sasa, la pili, mkuu wa shule, ninakupongeza kupongeza sana kwa sababu na we mwenyewe usingekuwa ni msimamiaji mzuri tusingefika tulipofika. Kupitia wewe, nawapongeza waalimu wote, namna ambavyo mmekuwa na mchango mkubwa kwenye miradi hii, kwa sababu ninyi sio ma mainjinia, sio kazi uliyosomea darasani lakini kwa sababu ya majukumu na sababu, barua yako ya ajira inasema, na majukumu utakaopangiwa na mwajiri, umekuwa responsible kuhakikisha kwamba mradi huu mzuri unakuwa na matokeo mazuri. Taarifa uliyosoma hapa, milioni 400 na kazi yenyewe, vinajieleza. Na kuna miradi ukitajiwa figa, mnaanza kuizana. Jamani, hivi kweli hapa bilioni moja, lakini unaona milioni 400 yenye matokeo, madarasa nane, vyoo, ofisi, na mradi unaonekana value for money, thamani ya pesa na mradi vinafanana kuwa shule, na kupongeza sana <laughs>mwenyekiti wa mtaa na kupongeza namna ambavyo wadau na wananchi wamepokea mradi huu vizuri. Nifikishie salamu zangu kwa wenzako, kwa wananchi hapa Uwemba, mna watu wengi sana huko duniani nakumbuka Mwamanga hapa alikuwa mkurugenzi wa tasa kwao ni hapa. Mwanyika Deo ameanza kufanya maendeleo huku hata kabla hajao mbunge. Kwa hiyo anachosema <coughs> mwenyekiti wa mtaa, diwani wa kata, endeleeni kuwakaribisha wanauwemba wachangie maendeleo ya nyumbani kwao. Tunapoenda mwisho wa mwaka, mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa mtaa, waambieni wanauwemba kwenye magurupu yenu ya WhatsApp, kwamba mwisho wa mwaka tunawakaribisha wanauwemba diaspora, wanauwemba walioko nje ya eneo letu. Tutakuwa na kikao cha maendeleo ya kata mwisho wa mwaka. Mnapokuja nyumbani tujadili uwemba wetu, uwemba uwemba yetu na maendeleo. Waone miradi kama hivi, waone vituo vya afya, waone namna ambavyo wanauwemba wenzao kama akinamwanyika kama akina aliyekuwa mkurugenzi wa Tasa, nani, Mwamanga, Mwamanga, kina Mwamanga, namna ambavyo wametoa mchango mkubwa kwenye maeneo ya nyumbani kwao ili tuwajengee matamanio. Si unanielewa? Leo Uwemba hapa ni kijiji, ni mtaa, una shule ya ghorofa. Umetoka Njombe unakuja hapa Uwemba, unaona mabarabarani huko viwanda vya kumenya miti, kumenya magogo, vipi? tunajenga barabara kubwa ya arami kwenda Ludewa, kuna mtu kwao ni Uwemba, yuko Dar es Salaam, bado anawaza kwamba kijijini kwao Uwemba watamloga kujenga nyumba ya bati. Kumbe hajui Uwemba wana shule ya ghorofa, Uwemba wana nyumba za vigae, Uwemba watu wamejenga nyumba za maghorofa kuliko anayo na nyumba anaishi Dar es Salaam. Sasa tuambie watu wa Uwemba walioko Dar es Salaam, walioko mikoani wasiogope kuja nyumbani waje washiriki maendeleo ya nyumbani. Wasiogope kuja nyumbani kwa subiria misiba itokee ndo waje kuzika, waje wayaone maendeleo haya. Na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa mtaa, hizi ndo picha za kutuma kwenye magrupu yenu ya WhatsApp. Mainjinia wetu, tunampongeza mkurugenzi na timu yake yote ya CMT, mainjinia wake ghorofa hili linajengwa na mafundi wa Kitanzania. <clears throat> Maana yake tunaweza. Mafundi wetu hawa wakiwa waaminifu na mainjinia wetu mashawri, mzungu wa serikali wa halmashauri wakasimamia vizuri, hatuhitaji mchina wala mzungu tujengee mradi wa aina hii. Ujasiri wa mtu kujenga jengo kama hili kesho linatupa ujasiri wa kumpa kazi nyingine nzuri. <coughs> Mkurugenzi, niendelee kukuomba kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 25 30, tumesema tunataka tuzalisha ajira. Kuna hela nyingi zinakuja kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Tungetamani kuona <coughs> loko fundizi wa Njombe ambao ni wazuri wanaofanya kazi zenye ubora kama hizi tunaendelea kuwatambua, tunawasajili, tunawajengea uwezo, mabenki yetu yanawapa mitaji, halmashauri inakuwa baba na mama yao, inawadhamini tunawapa kazi zetu za kufanya, kesho wanakuza kampuni zao mpaka wafike klasi one, waweze kushindana kwenye ujenzi wa miradi mikubwa. Hiyo ndiyo focus.